Bismillahi rrahmani rrahim. Eneza Elimu, tumehusiwa mambo makubwa hapa na shekhe wetu, hasa nyinyi wanawake. Jambo la kumwabudu Allah pasi na kumshirikisha, ukafanya ikhlas katika ibada zako, ukawa huabudu wewe isipokuwa kwa ajili ya Allah

Unaposwali, unapofunga saum, unapotoa zaka za mali zako, kama una mali, unaposafiri kwenda haji au kwenda umra, au unaposoma Qurani, unapoomba dua, unapowasaidia watu kwa sadaka mbalimbali mbali, yote haya ni katika mambo ya ibada. Basi unapoyafanya, ewe mwanamke